Muombeni pepo ya Firdaus kwa sababu Firdaus ndiyo daraja ya juu kabisa ya pepo. Kwa mumin anayeyakini na imani yake, anajua duniani ni mahala pa mpito, na anajua thamani ya hapa duniani umri aliyopewa ndiyo rasilimali itakayomfanya yeye akakae kwenye daraja gani kesho peponi. Kwa hiyo mumin huwa yuko makini sana katika matumizi ya muda na kuchagua matendo ya kufanya, akatafuta yale yenye thamani zaidi na akayafanya vizuri zaidi, ili thamani ya kazi yake iwe bora zaidi, apate ujira mkubwa na ndiyo lengo la maneno hayo ya Mtume. Waumini wote wanafanya amali za kheri, lakini wengine wanakuwa na tabia ya kufanya halafu wakaharibu walichokifanya, jambo ambalo hata Allah ametuonya katika sura ya 16 aliposema tusiwe kama yule mwanamke kichaa anayefuma kazi zake vizuri halafu akazikatakata akazi mwisho wake na miongoni mwetu katika Waislamu wanaume na wanawake, tunakuwa na ukosefu wa ufahamu kwamba kuna vipindi huwa tunafanya amali njema na nyingine huwa zina thamani ya hali ya juu, lakini baada ya kufanya amali njema hufuatisha na amali mbaya ambazo huwa zinaharibu haribu zile njema tulizotanguliza kufanya. Sasa ikiwa unaenda mbele hatua kumi halafu unarudi nyuma hatua kumi na tano, huo ni mwendo wa mlevi. Maana akipiga hatua mbili mbele, tatu anarudi nyuma, akienda tena hatua mbili anarudi hatua tatu. Kwa hiyo atakuwa kama anatembea hatua moja moja tu. anachelewa kufika na wakati mwingine huzidiwa na nishai akaanguka njiani akalala hapo usiku kucha, porini mwituni, hali ya kuwa ana nyumba yake vyema ya kukaa. Kwa hiyo maneno haya ya Mtume yana hikma kubwa. Tunapojitambua kuwa sisi ni waumini, lazima tuendane na lengo la ile imani, tuwe tuna uwezo mkubwa wa kupanga na kuchagua. Tukiwa na uwezo wa kupanga na kuchagua, tutaratibu vizuri yale yenye faida, na tukiyafanya tutayafanya kwa namna iliyokuwa bora zaidi, ambayo siku ya kupewa matokeo tutapata matokeo ya kutuwezesha kupata hilo daraja la kwanza.